Utaratibu wetu wa ujenzi wa pavement za kisasa ndani ya shule ya Bright Angel yalio kuepo hukuchanika. E, bado inaendelea e, tupo katika hatua ya pili kama unavyoona kazi inaendelea, na hapa tupo na engineer wetu hapa e, atatueleza ni namna gani kazi anaiona mpaka sasa hivi inapoendelea. Kiongozi mm, za kwako kwa, ai kwa, kwa, changamoto gani ambayo unaipata hapa ukiwepo katika kazi yako?

Kazi zetu ni bora, ni bora mm. Kwa na sisi wenyewe tunajiamini, tunafanya vivyo bora uuii mm. kwa ajili ya mm. mm. boresti mbaya <laughs> <laughs> na mengine mengine kadhaa <laughs> Aise, umeona ni namna gani injinia wetu jinsi alivyoelezea vizuri sana, na changamoto ambazo anazipata akiwepo katika hii site. Lakini sisi Kiboke tunahakikisha kile kitu kilicho kuwepo bora katika eneo la mteja wetu, ili apate kile kitu ambacho ya yaki, ambavo, bayo, karibu, ni zaidi ya matarajio yake ambavyo anafikiria. Kwa hiyo karibuni sana mchangamkie fursa hii ya ujenzi wa pavement za kisasa, tukuboreshe eneo lako liwe la kisasa kama mteja wetu kutoka shule hii ya Bright Angel, jinsi alivyochangamkia fursa yetu ya ujenzi wa pavement a kisasa karibuni sana. Kwa ujenzi wa kisasa pavement, ambazo hazioteshi majani, pavement ambazo eh, zinakupunguzia gharama kubwa sana ujenzi, lakini ni pavement ambazo zina uimara. Yani tunaweza tukajenga eneo lolote bila bilabila wasiwasi wote ule. Karibu sana hapa Kiboke Building kwa ujenzi wa kisasa Tanzania, asanteni.